Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Nasaha kwa kila ndugu yetu ambaye amempoteza kipenzi wake wa karibu, na sisi sote tumepoteza tunaowapenda, ndugu zetu wa karibu na jamaa zetu wa karibu. Kumpoteza umpendaye sio jambo jepesi, na kila mtu ambaye amempoteza ampendaye anafahamu huzuni mawazo, fikra, kumbukumbu -kumbu ambazo huwa zinamwijia kwa kumfikiria na kumkumbuka kipenzi wake aliyempoteza, iwe ni mzazi, iwe ni mume, iwe ni mke, iwe ni ndugu, iwe ni rafiki. Lakini Allah subhanahu wa taala ametueleza katika Quran, na mara nyingi aya hii tunaisoma, lakini tunapopatwa na mitihani huwa tunaisahau, si kwa sababu, si kwa maksudi lakini kwa sababu ya majonzi yaliyotupata Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema, walanabluwannakum tutawapeni mtihani, bishaiin min alkhaufi, kwa kitu kidogo katika hofu, waljui, na njaa, wanaqsi min alamwal, na kupungukiwa na mali, wathamarat, na matunda, walanfus, pamoja na nafsi yani kifo, wabashiri ssabirin, lakini wape habari njema wale wenye kusubiri. Ni watu gani hawa wenye kusubiri? Aldhina idha asabathum musiba, ni wale ambao wanapopatwa na msiba kama huu, qalu husema: inna lillahi inna ilaihi rajiun, kwamba sisi nio Allah Subhanahu wataala na kwake tutarejea. Ndugu yangu Mwislamu, uweke dhana njema kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Mungu aliokuwa mkarimu, Mwenyezi Mungu mwenye rahma, hajakusudia kukutesa, hajakukusudia kukudhalilisha hajakusudia kukuchukulia mtu wako muhimu, labda ambaye katika maisha yako ulikuwa unamtegemea kwa kiwango kikubwa sana baada ya Allah Subhanahu wa Taala, bali ni mtihani ambao amekupa, na muda wa ndugu yetu yule umefika, muda wake uhai umefika. Allah amemchukua katika maisha ya dunia, amempeleka katika maisha ya barzakh. Hajapotea moja kwa moja, ameenda katika maisha mengine ya barzakh. Na kama alikuwa mja mwema katika mgongo wa ardhi basi wema wake unadhihiri zaidi anapokuwa katika maisha ya barzakh kule, atakutana na ndugu zake, wazazi wake, marafiki zake waliotangulia mbele ya haki, waliokuwa vilevile na wao wana maisha mazuri ya kiibada katika mgongo wa ardhi. Atafurahi kuwaona na ataishi maisha mengine kabisa. Lakini kingine ki kikubwa zaidi ni kwamba, kwa mujibu wa kauli za wanachuoni wetu wa Kiislamu, wanasema kwamba maiti huadhibiwa kwa kilio cha watu wake. Kilio cha watu wake haina maana ni, ni ile niaha tu, au ile kilio cha baada ya mtu kufariki, lakini ina maana kwamba hata yale masononeko makubwa yanayoendelea, mtu maisha yake akabadilika, akawa sio yule tena, hawezi kufanya kazi, hawezi kula vizuri, hawezi ku... ae, yani amebadilika, ile ile huzuni au ule msononeko kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja Allah Subhanahu wa Taala anamwonyesha yule ambaye ametangulia mbele ya haki, naye hujisikia unyonge kwa sababu hapendi kuona watu wake wapenzi wana wanasononeka kwa ajili yake. Ziko kauli nyingi za wanachuoni kuhusiana na hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wanachuoni wetu tu wamekubaliana kwamba maiti anapokuwa ametangulia mbele ya haki anasikia dua za wanaomwombea za wa, wa dua anasikia salamu za wanaomsalimia, wanapokwenda kumtembelea, anasikia salamu zao, lakini anakuwa hawezi kujibu, na anaonyeshwa mpaka matendo yao wanaoyafanya. Kwa hiyo kikubwa zaidi ambacho tunatakiwa sisi tukifanye ni kuridhia na kadhaa na kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini vile vile kutoa sadaka na kutanguliza sadakatun jariya kwa jina la ndugu yetu aliotangulia mbele ya haki, zile amali ziweze kumfikia na kukithirisha kumwombea dua maghfira kwa Allah subhanahu wa Ta'ala.